Nitaelezea e, na kutoa ukweli wa matukio kadhaa na maazimio yetu kama chama e, nini tunakitaka? Nini kifanyike? kuhusiana na kupotea kwa ndugu Mdude Nyagali. Kwa ikumbuke kwamba tarehe mbili mwezi wa tano, ndugu Mdude alivamiwa nyumbani kwake mtaa wa Luanga kata ya Iwambi uko Mbeya mjini. Ilikuwa ni usiku wa tarehe mbili mwezi wa tano. Waliomvamia Mdude Nyagali walijitambulisha kuwa wao ni maafisa wa jeshi la polisi. Majirani walimtaarifu mwenyekiti wa serikali za mtaa ya Ivwanga ambaye alifika eneo la tukio usiku huo huo. Vilevile rafiki yake Mdude Nyagali aitwaye Abdul Karim Juma alifika nyumbani kwa Mdude Nyagali usiku huo huo baada ya kupigiwa na mke wa Mdude Nyagali. Baada ya kupigiwa simu, mwenyekiti wa mtaa usiku huo aliwapigia simu e, e, polisi kwa maana ya OCS wa kituo cha Yunga ambacho kipo e, umbali wa kutoka hapo kilomita tatu kutoka eneo ambalo e, tukio lilitokea kwa maana ya mahali ambapo Mdude alivamiwa na ku kuchukuliwa. Hata hivyo OCS usiku ule alimjibu mwenyekiti wa mtaa kuwa yeye hawezi kwenda eneo la tukio, kwa hivyo e, wao yani waanga ndio wamfuate yeye pale kituoni. Mwenyekiti wa mtaa aliongozana na rafiki yake mdude yule Abdulkarim Juma pamoja na mke wa mdude Nyagali ambaye alikuwa na mtoto mdogo mgongoni mwake, wakaelekea mpaka kituo cha polisi ya Yunga ambapo alimkuta OCS aliyewaeleza kuwa pale kituoni hana sehemu ya kuweka mahabusu, kwa hiyo hana mtu yoyote aliyeshikiliwa pale, na akawaeleza kuwa waende kituo cha polisi cha kati, Central Police, pale Mbeya mjini. Kwa baada ya kupewa taarifa hiyo, mwenyekiti wa mtaa alisema yeye anaishia pale, hawezi kwenda kituo cha polisi cha kati, yani hapo Central Police na hivyo Abdulkarim na mke wa Mdude Nyagali walilazimika kuondoka wenyewe eneo hilo, eh, la hapo Iyunga na kwenda kituo cha kati cha polisi, Central Police. Walipofika kituo cha kati walipokelewa na kueleza tukio kwa askari wa zamu, lakini walijibiwa kuwa hakuna mtu wa namna hiyo ambaye ameletwa kituoni hapo. Walisisitiza kupatiwa msaada wa polisi bila mafanikio, na hivyo wakalazimika kurudi nyumbani baada ya kueleza tukio lote hilo. Hawakupata msaada wowote, kwa hivyo mke wa Mdude na Abdulkarim, rafiki yake Mdude, wakarejea nyumbani. Mwenyekiti wa mtaa naye alirudi eneo la tukio na kuamuru wananchi waliokuwa wamekusanyika eneo lile watawanyike, wakaendelee na majukumu yao. Na na yeye akaondoka. Alipopigiwa simu na katibu wa mkoa wa Mbeya pamoja na waandishi wa habari kuwa mbona haonekani eneo la tukio, alisema kuwa ana kikao muhimu cha Chama cha Mapinduzi maeneo ya Sabasaba. Kwa hiyo naye akaondoka. Tukio limetokea kwenye mtaa wake na watu wamekusanyika kwa taharuki, na mwenyekiti huyo akawa ameenda kutoa maelekezo kwamba watu watawanyike. E, wakafanya shughuli zao. Katibu wa mkoa, katibu wetu wa mkoa wa chama alimpigia mtendaji wa kata ambaye alifika e, na eneo la tukio na kisha e, akaondoka aka, aka na kwa pamoja e, baadaye tena arasio wa mkoa e, wa Mbeya alifika eneo la tukio majira ya saa nne hivi akiwa sasa e, wameongozana na viongozi ambao walikuwa wamewafuata, wakawa wamewa, wamefika eneo la tukio pamoja na watu ambao walikuwa wamekuja kuchukua sampuli mbalimbali, yani DNA e, kwa ajili ya kupima damu na sampuli ya, ya ku, kama sehemu ya awali ya uchunguzi wa jambo lenyewe. Sasa, baada ya pale pakatokea ukimya tu, baada ya kuchukua sampuli akatokea ukimya na hakuna aliyekuwa anatoa maelezo yote, hakuna ambaye alikuwa anajibu jambo lolote. Tarehe tatu mwezi wa tano yani kesho yake, ofisi ya kanda, ofisi yetu ya chama ya kanda ilipokea taarifa kutoka kwa mmoja wa mwanachama wetu aliyejulikana kwa jina la Ezekieli Sheo. Huyu ndugu Ezekiel Sheyo alisema kuwa tarehe thalathini mwezi wa nne alikutana na watu wawili aliowataja kuwa ni Afande Shabani Chalo na Veda, ambao wote wanafanya kazi katika ofisi ya RCO hapo mkoa wa Mbeya. Watu hawa walikuwa wakimtafuta kwa njia ya simu kwa siku kadhaa wakihitaji kuonana naye, hivyo hiyo tarehe 30 mwezi wa 4 akakutana nao eneo la Sokomatola pale Mbeya. Afande Shabani ndiye aliyekuwa mzungumzaji katika hicho kikao cha mazungumzo, na alimtaka Ezekieli amwonyeshe nyumbani kwa Mdude Nyagali kwa madai kuwa kuna kazi ya kijasusi ambayo alitaka kuifanya. Hata hivyo, Ezekiel alikataa na kumweleza kuwa hafahamu anapoishi Mdude. Afande Shabani alisisitiza kuwa kuna hela nzuri na kwamba Ezekiel ataje kiasi chochote cha fedha anachohitaji atapatiwa. Kwa Ezekiel aliendelea na msimamo wake kuwa hafahamu anapoishi Mdude Nyagali na kwamba hiyo kazi ya kijasusi hataweza kuifanya. Afande Shabani na mwenzake waliondoka na kumwacha Ezekiel eneo lile, ambapo yeye ali, ali, ali, ambapo naye baadaye aliondoka kwa mara baada ya kuachana na askari hao ambao Ezekiel anawatambua kwamba ni askari na walijitambulisha kwake kwamba ni askari kutoka ofisi ya RCO Afande Shabani na mwenzake Veda. Baada ya kuachana nao hao askari Ezekiel alienda kwa mwanachama mwenzake kumjulisha mazungumzo aliyoyafanya na Afande Shabani. Kwa kuwa simu yake haikuwa na muda wa maongezi alimsihi, mwenzake ampigie mtu mwingine ambaye atatuhakikishia kuzifikisha taarifa hizi kwa Mdude Nyagali. Kwa Mdude alipatiwa taarifa hizo siku hiyo hiyo ya tarehe 30 na wale wanaofuatilia ukurasa wa Twitter X wa Mdude watafahamu na kuona mpaka leo, ipo aliandika katika ukurasa wake, akisema kwamba akihoji kwa nini askari wanaotaka kuwapa wanachama fedha wanataka kuwapa wanachama fedha ili waoneshe nyumbani kwake, wakati ofisi ya RPC na RCO wana namba yake na wanaweza kumpigia na kumwita kituoni na akafika pa, pa, pasipo na shida yoyote. Kwa siku moja baada ya Mdude Nyagali kuandika hivyo akavamiwa, akavamiwa na askari nyumbani kwake, akapigwa na kuumiza kuumizwa kisha askari hao wakatoweka naye, na mpaka sasa hivi tunavyozungumza, leo tarehe kumi, ndugu Mdude Nyagali hajulikani alipo. Wote tuliona video ambayo ilionyesha kutoka pale nyumbani kwake, damu nyingi na ukiangalia ile damu iliyomwagika pale nyumbani na mwendo waliotembea mpaka kumfikisha aidha kwenye gari, ile damu iliyomwagika na humo ndani ya gari, hiyo damu ambayo iliendelea kumwagika mpaka wakafika hapo walipofika, maana ni kwamba ndugu Mdude alikuwa amejeruhiwa vibaya sana, vibaya sana na hadi hivi leo tunavyozungumza ndugu Mdude hajulikani alipo. Maisha ya Mdude yana thamani sana kwa mke wake, kwa familia yake, kwa watu wake wa Mbea, kwa CHADEMA na kwa taifa hili, na kwa Mungu wake ambaye anamwabudu. Kwa hivyo tunapaza sauti, paza, tunapaza sauti kuyalilia maisha ya Mdude, kwamba yuko wapi? Ndugu Mdude ambaye amekamatwa, amepigwa na amechukuliwa na watu waliojitambulisha kwamba ni askari polisi. Kwa hivyo jitihada mbalimbali zimefanyika kwa viongozi wa kanda ya Nyasa na zimewasilishwa shahidi mbalimbali mbali, na fununu kutoka kwa wasamaria wema ambazo zimelenga kutoa japo mwanga kidogo kuhusiana na alipo Mdude. Kwa jitihada zote hizi ikiwemo wanachama na viongozi kuzunguka katika misitu, mapori, mito, maporomoko ya maji, milima, kwenye vichaka, kwenye mapango, hmm? jitihada zote hizi ambazo zimeongozwa na viongozi wetu wa kanda ya Nyasa viongozi wa mikoa na wilaya mbalimbali mbali na mikoa jirani ambazo zinaonyesha na kulilia thamani ya maisha ya Mdude. Na tumekuwa na mazungumzo pia kupitia viongozi wetu wa chama wakanda na wa mikoa, mazungumzo na RPC, mazungumzo na RC, RCO, askari kutoka makao makuu ya jeshi la polisi Dodoma, wamefika Amba, mazungumzo ambayo katika hatua ya sasa tunasikitika kwamba hayajazaa matunda yoyote. Tulitarajia jeshi la polisi mkoa wa Mbeya na maafisa wa polisi waliotoka makao makuu ya jeshi la polisi kuzifanyia kazi zile taarifa ambazo zimewekwa mbele yao kwa habari ya maafisa hawa wawili waliotajwa kuwafuatilia kuwajua, lakini jitihada zote hizi hazijazaa matunda. Wananchi wa kanda ya Nyasa na wageni mbalimbali mbali kutoka mikoa ya jirani, hadi tunavyozungumza wameamua na wamekusudia kuweka kambi kutoka tarehe tatu mpaka hivi tunavyozungumza, wamegoma kuondoka kwenye ofisi za chama zetu za kanda pale Mbeya mjini kuonyesha kwamba maisha ya Mdude yana thamani sana, na tunayalilia maisha yake, kutaka kujua yuko wapi huyu mtu ambaye anaonekana amepigwa na kujeruhiwa kikatili namna ile. Katika siku za hivi karibuni wasamaria wema wamejitokeza na kutupatia majina ya washukiwa mbali na Shabani Chalo, lakini kuna majina mengine tena ambayo viongozi wetu waliyafikisha kwa RCO, RPC na ile timu iliyotoka makao makuu kwamba katika nyongeza ya ndugu Afande Shabani na Vedastas, wako maafande wengine pia: Mbwana Mkika huyu ni dereva na ni mpelelezi, Afande Denis maarufu kama Dula Mjeshi, Afande Faki. Wote hawa wanafanya kazi ofisi ya RCO na ni vijana walioko karibu sana na afande ya RCO wa mkoa wa Mbeya. Wasamaria wametoa majina haya wakiyataja kuhusika huko huko Mbeya, na viongozi wetu wameafikisha majina haya kwa RCO kwa RPC na ile timu kwamba hawa ni watu wanashukiwa, wafanyeni upelelezi, ufuatilieni kuhusu wao kuhusika na tukio hili. Lakini tunasikitika kwamba juhudi zote na taarifa zote hizi ambazo zimetolewa hazijazaa matunda, hazijazaa matunda. CHADEMA hatujaridhishwa na namna jeshi la polisi linavyoshughulikia jambo hili. Polisi hawaonekani kabisa kuweka nguvu katika kumtafuta Mdude Nyagali. Wanatushangaza na wanatupa fadhaha. Tunapohoji kwa nini hawamtafuti Mdude, wanawekeza nguvu nyingi kumpata shahidi wa kwanza bwana Ezekiel. Taarifa zote hizi, majina yote haya ninayoyataja ni taarifa ambazo ndugu Ezekieli alizisema na alizisema mbele ya vyombo vya habari. Majina yote ninayo yataja ni taarifa ambayo ndugu Ezekieli alisema alirekodiwa mbele ya vyombo vya habari, akaonyesha mpaka na namba za simu kwamba namba hii hapa ya Afande Shabani, namba hii hapa ndio walionipigia simu, nilikakutana nao na ndio wanaohusika na tukio hili pamoja na taarifa zote hizi kutolewa kutolewa, lakini tunasikitika kwamba jeshi la polisi hawaonyeshi kabisa kuangaika na kuwatafuta hawa watu, kuanzia kwenye namba ya simu ya kwamba huyu mtu ndiye aliyempigia Ezekiel, wafuatilie kuanzia pale, wafanye uchunguzi kuwapata watu hawa, lakini jeshi la polisi halionekani kabisa kabisa kabisa kushughulikia jambo hili. Ni dhahiri kuna jambo ambalo polisi wanalifahamu. Ni dhahiri, ni dhahiri, hata demina zao, ukikaa nao, hata demina zao zinasema hivyo hivyo. Ni dhahiri kuna jambo ambalo jeshi la polisi wanalifahamu na hawataki, and of course ni ngumu kuwaeleza Watanzania nini kimetokea, kwa sababu wanafahamu jambo hili.